Karibu mtungini kupitia Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erasu Sendru. Mkuu mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule ameshuhudia na kuongoza hafla ya utiaji saini wa mkataba wa ununuzi wa miche ya tufaa baina ya mkoa wa Dodoma na kampuni ya Tamtam -tam Tanzania kutoka Iringa ambayo itauzia mkoa miche 6000 yenye thamani ya shilingi milioni sabini na mbili. Hafla hiyo imefanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa, ambapo mkataba huo umeelezwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa mkoa kupanua kilimo cha matunda chenye tija na thamani ya juu kwa lengo la kuongeza kipato kwa kaya pamoja na kuimarisha usalama wa chakula. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Senyamule amesema anatamani kilimo cha tufaa kiwe sehemu ya mkakati wa maendeleo ya mkoa, akisisitiza umuhimu wa kaya zote kuanza kulima matunda hayo ili kupanua uzalishaji na kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja na wa mkoa kwa ujumla. Kwa hiyo imetuthibitishia sasa, tunasema kwa kujiamini, tunasema kwa uhakika kuwa tunda la epo linastawi Dodoma na tunatoa shime ya watu kupanda hii leo. Tunaisema kwa sauti na tunaipazia sauti kwa sababu tunatamani, kwa plani tuliyokuwa nayo, kila kaya iwe na miti walau kuanzia miwili, kila kaya tukiamini kuwa aliposema katibu tawala hapa mchumi kuwa itabadilisha uchumi wa mtu mmoja mmoja. Mazao ya Dodoma mengi yanavunwa mwezi wa tano, si mtama si alizeti na nini Epo, unaona leo ni mwezi wa ngapi hapa? Anasema anavuna mwezi wa kumi na mbili, ambapo wananchi sasa hawana tena chanzo kingine cha kipato, wale wanaotegemea kilimo. Kwa hiyo atakuwa na mzunguko. Mwezi wa saba, nane ameuza mazao mengine aliyovuna. Kawaida mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili anaanza kuvuna, na anasema anavuna miezi minne au zaidi, kutegemeana. Kwa hiyo miezi minne ambayo ndio huwa iniko kwenye crisis, mwananchi atakuwa na kipato kwa hiyo tunatamani kuona wananchi wa Dodoma wanabadilisha maisha yao kwa kipato kupitia tunda la epo pamoja na mazao mengine. <laughs> Waziri wa mambo ya ndani George Simba Chawene ametoa onyo kwa makundi na watu wanaoshabikia vurugu au wanaotaka kuendeleza maandamano yasiyo na kibali nchini, akisema hatua hizo ni kinyume cha sheria na zinahatarisha usalama wa raia. Akizungumza leo mjini Dodoma, Waziri Simba Chawene amesema kuna baadhi ya watu wanaendelea kuchochea hisia za uvunjifu wa amani licha ya changamoto ambazo taifa limepitia katika kipindi kilichopita, akisisitiza kuwa serikali haitoruhusu hali hiyo kuendelea. Waziri ametaka wananchi kuzingatia utaratibu wa kisheria katika maoni na kuwasilisha malalamiko huku akisisitiza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kuhakikisha nchi inaendelea kuwa tulivu wakati juhudi za kuimarisha maelewano ya kitaifa zinaendelea. Na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano yako kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti, vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu tuko hapa sisi kama wizara ya mambo ya ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao, kwa kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kuto kushabikia, kuto kujitokeza wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya kama kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini wa, lakini ni lazima tujiandae kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo tuwaombe wa sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao mjizuie pia kushiriki kwa namna yote ile, lakini msaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe tisa, kwa maana ya kesho. Katika habari za biashara, wafugaji wadogo nchini wamehimizwa kuanza kukumbatia teknolojia za kidigitali katika shughuli zao za ufugaji. Hatua inayolenga kupunguza hasara na kuongeza tija hasa katika kipindi ambacho mabadiliko ya tabia ya nchi na magonjwa ya mifugo yamekuwa yakiongeza gharama za uzalishaji. Wito huo umetolewa kwenye Walsha maalum iliyoandaliwa na taasisi ya Hand in Hand inayowakutanisha wadau wa maendeleo kutoka sekta mbalimbali. Walsha hiyo imelenga kujadili namna mifumo ya kidigitali inaweza kutumika kuwafikishia wafugaji elimu ya ufugaji bora taarifa za masoko na mabadiliko ya bei pamoja na tahadhari za magonjwa yanayoweza kuathiri mifugo yao. Kitu kikubwa tulichogundua kwa wafugaji wadogo wadogo ni elimu ya jinsi ya kulea sana sana vifaranga, ili waweze kujiepusha na milipuko ya magonjwa ambao, wengi ukimwambia, uh, ufugaji wa kuku, wanawaza italazimu mimi kulala bandani ili kuhakikisha hawawezi kufa au kuzuia vifo bila kujua kwamba ni zaidi kujua dalili za magonjwa lakini na tiba ambazo ni rasmi za kuweza kutibu magonjwa hayo. Sisi kama Arusha DC tunaendelea kusema tena tuko tayari kushirikiana na ninyi na tunaahidi kutoa ushirikiano zaidi na zaidi. Pale ambapo mnafikiri kuna mkwamo, tuwasiliane kwa haraka ili kile ambacho tunakilenga kwa wananchi wetu waweze kukipata kweli ni kukubali. Watakapokubali kupokea hizi mbegu za kisasa za kwa artificial insemination, wakakubali kupokea hizi teknolojia za ulishaji wa kisasa, wakalisha wa ng'ombe vizuri, watapata maziwa mengi ambayo wataweza kuwafidi wale processors kwa automatically, wao wataongeza uzalishaji, wataongeza kipato lakini pia wataweza kujijengea ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kutumia hizi teknolojia za kuhifadhi malisho kwao. Mwisho wa siku watajikuta kwa mwaka mzima wanaweza kuzalisha na wanaweza wakapata faida kwa wakaona tija ya kile ambacho wanakifanya katika ufugaji. Jamii inayotuzunguka tumeweza kuwagusa kupitia mafunzo tunayoyatoa kwa kuwafuata maeneo ambayo wapo tunaweka kwenye vikundi. Baada ya hapo tunawapatia mafunzo Um, ya ujasiriamali, lakini pia mafunzo sio ya ujasiriamali tu, pamoja na yale mafunzo ya vitendo ambayo yanaendana na maisha yao ya kila siku, ikiwemo kama ni wafugaji, basi mafunzo ya ufugaji zaidi kwa vile vitu wanavyofuga, kama ni ng'ombe, mbuzi, kuku au ni kilimo. Tumalizie habari za kimataifa. Raia wa Kivu wamelazimika kutafuta hifadhi usiku kucha baada ya Urusi kuzindua shambulio kubwa kwa kutumia silaha za anga likihusisha drones mia sita hamsini na tatu na makombora hamsini na moja katika moja ya mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kuripotiwa tangu kuanza kwa vita. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, ulinzi wa anga umefanikiwa kuangusha sehemu kubwa ya mashambulizi hayo ikiwemo drones mia tano themanini na tano na makombora thelathini. Hata hivyo mabaki ya mashambulizi hayo yamesababisha milipuko kwenye maeneo kadhaa ya makazi na miundombinu ya umeme na usafiri. Mashambulizi hayo yamelenga miundombinu muhimu ya nishati, vituo vya reli, pamoja na maeneo ya kiraia, hatua iliyosababisha kukatika kwa umeme, maji na huduma za kupasha joto katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu. Taarifa kutoka kwa viongozi wa Ukraine zimeeleza kuwa watu kadhaa wamejeuliwa huku vikosi vya dharura vikiendelea na kazi ya uokoaji na kurejesha huduma za msingi. Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, amelaani shambulio hilo akilitaja kuwa shambulio la kuwatia hofu raia wa mji mkuu wakati mazungumzo ya kutafuta amani yakiendelea katika Kiev. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti ya openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.